Tunavyopanda ndege tunasikia tangazo mule, zima simu yako. Hii ni lazima kuzima simu au ni masharti magumu tu wanatuwekea? Si lazima kuzima simu. Nikisema si lazima kuzima simu, maana yake unaweza kuweka simu yako iko wazi, lakini inapendeza au inashurutishwa kuweka flight mode, kuzima mawasiliano. Kuna tofauti kati ya kuzima simu na mawasiliano. Kuzima simu ni ile kuzima kabisa, lakini kuzima mawasiliano maanake ni kuzuia mawasiliano yoyote. Kwa mfano wifi bluetooth, na mawasiliano ya kawaida. Sasa kwa nini nizime mawasiliano au kwa nini niweke Airplane mode? Kwa nini? Sababu ni moja kuu. Simu kawaida ilivyotengenezwa inataka muda wote iwe na network, yaani simu haiwezi kukaa bila network. Hata ukienda sehemu simu haina network itatumia nguvu nyingi sana kutafuta mnara uliopo karibu, muda mwingine hata betri inaweza kumaliza chaji ili mradi iwe na network ndicho hicho hicho kinachotokea ukiwa kwenye ndege. Ukiwa kwenye ndege, uko juu sana, simu yako itakuwa haina network. Kwa hiyo simu ikiwa haina network haiwezi kukaa tu hivi hivi, itahangaika, itarusha mawimbi huku na huku na huku kuhakikisha kwamba inapata network. sasa kile kitendo cha simu kuhangaika kutafuta mnara ulio karibu, kwa sababu simu haitulii, yani simu haiwezi kukaa bila kuwa na network. ile inasababisha kuingilia mawasiliano ya ndege, yani mawasiliano ya ule rubani. Kitu hichi ndiyo kinachohofiwa sana, na ndiyo maana unaambiwa uweke flight mode, kwa sababu kuepusha hayo maingiliano ya simu yako na mawasiliano ya ndege, lakini siyo kuzima simu. Na kwa usalama zaidi, yani ndege ili iwe salama, lazima kuwe na mawasiliano baina ya mwongoza ndege kwenye mnara na ule rubani kwenye ndege.

kwa sababu rubani kwenye ndege hawezi kujua mambo yote, au hawezi kuona mambo yote. Yule aliyopo kwenye mnara ndio anamwambia ruka kwenye njia gani, lakini rubani hawezi kuona mambo yote. Kwa hiyo kukikosekana mawasiliano hapa, inaweza kuwa hatari, ndege ikakosa mwelekeo na ikaanguka. Hicho ndio kinachohofiwa na ndio maana unaambiwa uweke flight mode. Hii na Alzenjbary Technology, kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi, na kama una swali lolote kuhusu mada hii, njo sehemu ya comment kuja kuuliza. Na ikiwa ndo kwa mara ya kwanza unaangalia video hii, usisahau kusubscribe. Bye bye.